Ushafikia kwenye hali ambayo unaona hivi, kila kitu ambacho nakiona ama kila kitu ambacho kinaonekana ndivyo kinavyotakiwa kuonekana na kinamaanisha hivyo? Angalia hapo ulipokaa, nyumba uliokaa, jengo lilokaa, unamjua aliyejenga? Humjui ukuta, ashakufa au hayupo. Kila kitu unachokiona aliyekitengeneza unaweza ukawa humjui. Hakuna kitu ambacho kina maana sana ambacho kwamba kisipokuwepo ama kikiwepo kinabadilisha maisha kabisa. Watu wanakufa, watu wanazaliwa, watu wanaishi. Ulikuwa Arusha, uko Dar, uko Dar, ulikuwa Mwanza, ulikuwa Tanzania, upo Kenya, upo East Africa, upo US, upo UK. Unahisi una thamani hiyo? So the final question is, kama usipojaribu, kama usipokigusa, kama usipokifanya, unafikiri kitaweza kuonekana chenyewe ama kitaleta utofauti? Ama usipofanya chochote kwenye maisha yako, unafikiri kuna kitu kitakachopungua ama kuongezeka? Kila kitu kina pointi kwako kama italeta impact kwako, itakuwa na impact kwako, itakuwa na maana. Kama haina impact kwako, haina maana yoyote anything, anything. So hata hiyo idea ya biashara, wazo ulionalo, kila kitu unachotamani kufanya, usipo take action, hakuna kitu kitakachokuwa kita na maana. Vitakufa kichwani kwako, vitakaa kwako na utaishia kuwa vile vile kama uko wako Thank you.